Hapa ni KMC Stadium. Mbeya City uso kwa uso dhidi ya JKT Tanzania, lakini hii ni mechi ya saba katika timu hizi mbili kwenye uga wa ligi kuu ya soka Tanzania bara ya NBC. Hawa ni Mbeya City wanakoma kumwanya katika eneo la ushambuliaji. Ameanza Mateo Arton, nyota wa zamani wa KMC. Mwamuzi wa mchezo ni Rafael Ikambi ndeka pewa dhamana. Yupo katika eneo la ushambuliaji Paul Peter Kasunda na Valentino Mashaka, nyota wa zamani wa Simba katika eneo la kiungo na Rafael Kambi mwamuzi ameashiria kandanda iweze kwenda kuanza. Majimengi, shambulizi la kujibu sasa, pasi nyingine ya Timau Kata Eludambo Kile, nafasi kwa Mbeya City, lakini faniko Eludambo Kile ndio elu kapasi moja ndani. Sasa Omar Chibada anaondoka ndani mali, Omar Chibada ndio kapasi penyezo nafuta maji Majimengi, ni nafasi ya zimu kwa Mbeya City, Majimengi Mbeya City wanatuma salamu kwa wana Mbeya kwamba tumeanza mapema kabisa kipindi cha kwanza. Malala amsini kea amesimama kukiona kila ambacho kimefanikiwa kwenye robo saa ya kwanza. Wanatangulia Mbeya City na kuna clean sheet kwa Ramadan Jalamanda katika mechi mitano mfululizo kwenye robo saa ya kwanza ya mchezo. Mbeya City wanatangulia, alianza Eliud Mbokile lakini mwangalie Omari Chibada kapiga pasi moja ya sanati ikimkuta Majimengi na kwenda kutazama ne mpira, kapiga katika mwamba mbali kabisa na kuandika bao moja kwa Mbeya City, na bao lake la kwanza kabisa la msimu akiingia katika bao wa matokeo asan Majimengi, nyota wa zamani wa Coastal Union. Sio kukaa kwa utuo, wakifahamu kwamba Mbeya City leo awachekeshi, wakifahamu kwamba ni lazima wapate alama tatu muhimu. Haya namna gani boko lile, Mateo Anton ameonawa golekipa Ramadhan Chalamanda akiwa iko nje ya kumi na nane na ni kadi nyekundu, anakwenda kuipata Ramadhan Chalamanda mauzauza kipindi cha kwanza. Jina mechongwa mpira mrefu, lakini hapa unaweza ukatazama kwamba ilikuwa ni back pass mbovu ya mlinzi wa kati wa JKT Pascal Manyama ambaye amekwenda eh, kuchanganya mambo, amekuwa tindinganya na Mateo Anton akaenda kupiga ile mpira na reaction ya Ramadhan Chalamanda niyo ambayo imekwenda kumwadhibu zaidi. Kikao cha Dalula, mbili tatu, yupo anapiga Mateo Anton, namna gani kula kaya bala kwa kipa, huo mpira kabutani kwenye nafasi kwa JKT Saleh Karabaka mabao mawili kwenye NBC msimu huu, katikati nnasana nafasi nzuri, weka pasi mjarabuku, nafasi kwa namnaganinanamnagani hapa, kamba kelipo juu, tazama, ukitazama katika marudio ya picha, kati ni pasi Paul Peter pasi moja ya sanati lakini katika eneo ambalo ukiangalia katika 6 mbali... kipindi cha kwanza kimemalizika <laughs> katika mechi hii ambao wapo nyuma. Naam, kipindi cha pili kimeanza, ni Mbeya City wanakoma kumwanya bao la Hamad Majimengi wa ligi. Pasi moja mpenyezo. Ana wale kile mile cross ndani huko, nafasi kwa Pope ndani na ngaja na kuona kwa baba kutoka nje. Yakibu Dennis Richardson Gondia, David Mwasa, Pastori Tanas, nafasi kwa Po Peter Kasunda, mali kwenye kamba. The man himself ni yule yule wa jana. Bendo Kakolanya ameshindwa kuhimili ule mkuki wa moto. Tazama jaribio lilikwenda kuanzia hapa, twali waliacha beki wakati, akasogea akamwekea. Tupo Po Peter Kasunda Aliyekuambia kwamba fimbo ya mbali ya hii, nyoka yuko wapi? Paul Peter mabao matatu katika NBC msimu huu, hakuna clean sheet kwa Beno Kakolanya. Mbeya City moja, JKT moja. Soka safi, Saleh Karabaka pili, pendi, pasi ndani huko, kubwa mno, kutafuta Paul Peter, amekaa imara. Beno Kakolanya namna gani huku? Oho haya <laughs> ameanza haraka haraka Mbeya City JKT Tanzania itakuwaje? Saleh Karabaka krosi ndani kule, anakaa imara. Kakolanya juu, kuna moto, amea kuwaita vijana wake aweze kwenda kuyazungumza kiufundi. Amadiali anaonyesha uwezo mkuu wa kimbinu, kocha ambaye yuko nyuma katika idadi wa ya wachezaji katika mchezo. Utazama jinsi ambavyo alivyokuwa alivyokwenda kutokea na kupambana ule mpira na Paul Peter

kontrolu hadi alafu, Paul Peter kayasha jiani ile, lakini si nokutumiwa kata bao nyingi. Ameacha kwa Vitalis, cross ndani kule, bila mpira anapita pila kwanza na kuswa golikipa eh. Anapambania namba Joseph Michael Lunda <laughs> eh, kama pia nampa maswali mazito golikipa Ramazan Jamalanda, kwamba golini akona pazia. Wakati huo alikuwa na kusudia cross, ambayo kama singeugusa ngasi <laughs> ndani ameacha nafasi kwa Vitalis Mayanga, lakini wanawamsha tena mashabiki wahepaponyeshe Mangosa anakwenda kuandika asisti yake nzuri kabisa, akimtengenezea Vitalis Mayanga. Yebosi kipindi cha pili ameingia na kutoa assist nzuri sana. Tazama shule ilikwenda kuanzia hapa, taning yake mujaarab pasa ikafika vyema kwa Vitalis Mayanga, green finishing nzuri kabisa, wakati ambao Joseph Michael Lundo, wakati huu naye amekubali kusikia sauti eake zikitikisika, mwiba mkali kabisa kufidia kama zimepata kipindi cha pili. Saleh Karabaka weka ile cross ndani, nafasi kwa David Bryson, namna gani anashindwa ku connect ile mpira kwenye kamba kwa mlinzi wa kushoto, ambaye alikwenda kuitumia ile nafasi ambayo ilitengenezwa na Saleh Karabaka katika eneo la 18 anakuwa na kushindwa ku kuunganisha ile waiti wa toka nje kwa JKT Tanzania wekaleko na inje, off target kwa Mwakele, ndani kule kataliwa mpira kwanza, lakini ta madhambiwanya wanaiona kabisa wakivuna alama tatu muhimu. Kumbuka hii ni mecheo ya saba dhidi ya JKT Tanzania na wameshinda mara tatu wakipoteza mara mbili na sare moja. Pibu mchezo Ali Sengi Adeku na mali wekele krosi ndani, huku Karabaka nafasi! Karabaka, nachoka mimi nachoka mwenzenu! Hapo ni Saleh Karabaka, dakika za usiku wa manane, anakwenda kuwalaza vichwa chini. Mbeya City wameshindwa kujishikilia shughuli ambayo ilikuwa ipo mwishoni kabisa TTB <coughs> Mbeya, JKT kuwa na jambo la kufanya katika eneo la mwisho. Saleh Karabaka shuti kali kwelikweli, linakwenda kumshinda Beno Kakolanya na kuandika bao la pili kwa JKT. Habari imekuwa ni mpya na habari imekuwa ni moto na ya kutisha kwa mashabiki wa Mbeya City hadi full time hapa KMC Complex. Mbeya City mbili, JKT Tanzania mabao mawili.